Nipo na taarifa ambayo inamhusu e, meneja wa Jux ameweza kufunguka mengi sana na makubwa sana kutokana na e, ile combination ya Diamond Platinumz pamoja na e, Juma Jux. Ikumbuka kwamba wawili hawa e, walikuwa huko London katika show yao ambayo wa pia wameweza kuifanya na kuweza kuimaliza. Sasa meneja wa Jux pia ameweza kufunguka makubwa sana kuhusiana na e, combination au wawili hawa kuwa e, na korabo nzuri zaidi kwenye swala zima la show, lakini pia hata kuimba tu. Alikuwa ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram na kusema kwamba first of all, naomba kum mshukuru Mwenyezi Mungu. Akaweka emoji za kushukuru, for blessing these brothers with unique space and purpose in our industry. Big shout out to my brothers Diamond Platinumz and Juma Jux for the, for the consistency wisdom and mutual respect wameonyesha kwa each other. E bana, noma sana. Waswahili tupunguze kuchanganya Kiingereza na Kiswahili. E bana, naendelea. Alisema kwamba ukweli ni kwamba bila juhudi heshima na, ya, na kila mmoja wao kuweza kutambua nafasi yake, huu mshikamano usingefika hapa. Their unit is a true example in the music game especially, uh, in east Africa. Hakuna wivu, hakuna competition ya kijinga, just love respect and realness. Akaweka emoji za ushindi pale, what most people don't know ni kwamba huu mshikamano ni wa kudra ya Mwenyezi Mungu na sio showbiz tu. Kuna watu baadhi wamekuwa wakijaribu kuwatenganisha wakidhani wanapokuwa pamoja wanakuwa too powerful. Well, Acha ni wajuze. Hawa watu wako more mature than you think. Wanajua nafasi zao na wanaheshimiana sana sana. Akaendelea aka kwa kusema kwamba my brother Diamond Platinums, congrats on this tour, this is big. Umetutangulia na kuweza kufungua milango mikubwa you are reminded, uh, you are reminded us that vitu eh, vinawezekana and tonight show. Akaweka pale ni akaitagi pale SWG3 glass talk kill them Akamtaji tena e, Juma Jux akaandika kwamba tuwamalize kwa nguvu zote, mshikamano uh, wenu kufunguka mazito sana kwamba mshikamano wa watu wawili ambapo ni Diamond Platinum pamoja na Jux. Sio, sio kitu tu cha rais rais lakini pia ni kudra za Mwenyezi Mungu ku hawa na ndio maana sasa kila kitu ambacho wamekuwa kikifanya kinakuwa kinakuwa ni kikubwa au kinakuwa big sana, hasa katika upande mzima wa East Africa. Amesema watu hawa hakuna wa kuweza kuwakamata, lakini pia kuna baadhi ya wa watu ambao pia wamekuwa wakitumia nguvu nguvu kubwa sana au nguvu nyingi sana au au nyingi kutaka kutaka kuwatenganisha kuwagombanisha, lakini lakini kila kila kitu kinakuwa kinakaa sawa kutokana na uwezo waliokuwa waliokuwa nao walio nao ukubwa, lakini pia ile tunaweza kusema power katika muziki. Kila mmoja platinum sana, mashabiki zake Jux sana, mashabiki zake lakini pia kunaweza kuwa kuna, kuna, kuna mashabiki wengine ambao ni mashabiki wa Jux, lakini pia ni mashabiki wa Diamond Platinum. So, so, kinakuwa ni kitu kimoja tu. Ameweza kuwapa shout sana, lakini pia eh, eh, pia eh, na wasanii wengine milango mingi zaidi na vitu vingine kwenda viral kinomanoma apo, kilike ukikoment, utakomentisha kinomanoma chao.